Mwanamapinduzi anapigania ukombozi wa watoto na na na alifanya biashara ya ya ya ya usafiri. Kwa mtetezi wa haki alifanya kila juhudi kuona kwamba hadi kusoma mipaka ya familia kamea haki kana degoni. Alipenda kusaidia watu mbalimbali bila kubagua, aliagizia waasilio wa zabula na mahema. Mvumilivu, alivumilia mateso ya mtengo na biashara yake, alivumilia huku akiamini kwamba fanaka hutokea palipo na ardhi, bidii na nidhamu. Mwajibikaji, anaelimisha watoto wote bila kubagua. Mshauri mwenye hekima busara, alimshauri kose awache uaguzi wa mihadarati. Mzalendo juhudi zake za kuhakikisha kuna usawa katika nchi ya mazuri ya Zalendo. Alipenda mbinu za kifisadi alizotumia. Mtetezi katika kuadhimisha, mtetezi asiyabagua ana majiri mbaji ana, ana majiri mbaji la yeye ni mkuu mlungu. Anatoa hotuba ambayo inawafikirisha ina wengi na kusikika hadi nchi jirani. Umuhimu wa Lonare. Lonare ametumika kuonyesha kuwa kuna wazalendo katika jamii ambao wamejitolea kupinga uongozi mbaya ili kuleta usawa katika jamii. Mwandishi amemtumia kuonyesha kuwa licha ya changamoto zinazowakumba wanawake, bado wana nafasi muhimu katika ujenzi wa jamii mpya. Anatumia kumulika udhaifu wa uongozi, hasa katika kuhakikisha wapinzani hawapati nafasi ya kushinda nyadhifa muhimu kwa kuangaisha na kuwapangia mawazo. Ametumika kutuhusia umuhimu wa kuwa na matumaini na kutokuwa moyo kwa lolote kufanyana. Anaendelea kupigania kitu cha uchezi licha ya kuangaisha na vyombo vya dola. Ametusaidia kuelewa sifa za wahusika wengine kama jasili ya katili. Ametumika kuti, kutiririsha adidi anapotekwa nyara. Mwandishi amemtumia kukuza mtindo kupitia taharuki.

katika kujadili masuala ya kisiasa na mkakamavu katika kushambulia maovu ya kijamii. Lonare alikuwa mrefu wa kimo na kila umunapo alikuwa na tabasamu usoni. Tabasamu ni silaha kalifa nihuweza kuangamiza kusudio mbaya. Alizungumza katuo, aliyapima mawazo yake baada ya kutamka lolote. Kwa wale aliotangamana nao, hakukosa kuwakumbusha kwamba akinaenyua wa taifa. Lonare alimpa mabacha ushauri na kumtia moyo hakukosa kumkumbusha kuwasamera walionduuu nasakazini. Anamwambia hakuna kitu kinachowauti kushinda hiki. Hii ndiyo maana mabasha alimtegemea Lonare kutokana na ushauri wake wa msara kila wakati. Lonare hakuwa mfanya kazi aiia amteni Kesiria, lakini alikuwa mfanya biashara mazuri. Alisifika sana katika biashara ya usafiri. Mara nyingi aliangaishwa na polisi kwa makosa madogo madogo. Wakati mwingine magari yake ya, ya usafiri yalizuiliwa katika vituo vya polisi bila makosa yoyote. Madereva wa Lonare nao hawa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 huyu alimtumia kama tarishi, wakati mwingine kama topasi. Pia mshahara nao ni ule ule. Ilikuwa kazi ya kijunguniko tu, hivyo Lonare <tibisa> alimpitia Magwasha kazini, kumshakirisha kufanya kazi kwa bidii na kutokuwa na ubaguzi. Lonare alifanya kila juhudi kuona kwamba watoto wa kike, hasa kutoka katika jamii yake, wamesoma. Yeye yeah, mwenyewe alizaa watoto watatu, binti mmoja na wavulana wawili. Wote aliwapa elimu sawa, hakubagua hata mmoja. Alipoona vitimbi vya mteni kuto waajiri watetwa, aliamua <tibisa> kuwapeleka mambo huko walisomea taaluma mbalimbali. Wawili walikisha kukamilisha masomo yao, wakaamua kusalia huko kufanya kazi. Logo aliyekuwa akitiga mimba wake alikuwa akisomea utabibu. Huyu alimwahidi babake angerejea nchini kusaidia watu wake, hata kama hali za maisha zilikuwa ngumu. Mama yao alifariki walipokuwa wadogo, ikamlazimu Lonare kuwalea na kuwapa mapezi ya wazazi wote wawili. Alimshukuru Mungu kwa kumkirimia kipato cha kuweza kuwalea kwa njia nzuri mtaa wewe ungefungua mlango tukaingia ndani. moyo wako ni ngumu. Mtu mwingine alianza kumshambulia, lakini akakatizwa na sauti kali iliyosema, nyamaza. Huu ni wakati wa shida, ni wakati wa majaribu makubwa, si wakati wa kulaumiana. Lonare alitamka. Wote walishangaa kumwona Lonare mbele yao. Alikuwa ameandamana na polisi wawili waliobeba bunduki pamoja na wanaume wengine wawili, hawa ni Sauni na Sangura. Watu hawakujua kuwa walinda usalama wale walikuwa wametumwa kuwafurusha tena kutoka pahali pale, au vipi? Wachache wao walianza kuwakemea ila Lonare akawakatiza na kusema, "Polisi hawa wako hapa kuwalinda pamoja na mali zenu. Hawana ugomvi nanyi. Mimi ndiye niliwaleta kwa idhini ya watawala." Lonare alisema, aliotazama umati na kuendelea. "Ndugu zangu, lazima tupiganie kilicho chetu. Lazima tujifunze kusema hapana. Asiweza kusema hivyo bila shaka utakuwa fukara mashani. Msikubali kwenda popote mtakapoelekezwa. Matango ndiyo makao yenu na ndipo mtakapoishi. Hakuna aliye juu ya sheria." Alipotamka haya, watu walijashika walishajishwa na kauli yake. Haya, sasa tusome ukurasa 182. 182. Hotuba yake ilianza wapi? Hiyo inaonyesha tabia zake. Imeanza mbali sana, imeanza 178 mia Lonare, alisaidiwa? <laughs> alisaidiwa na Longo pamoja na mashauri kusimama jukwaani kutokana na udhaifu wa mwili. Nyuma yake askari wawili walimlinda. Wafuasi wake wa karibu pia waliandamana naye jukwaani. Vijana walipomona mabwasha jukwaani walishangilia huku wakisema, mama yetu mama yetu. Lonare alisongelea kwa sauti, sauti yake ilikuwa hafifu lakini iliweza kusikika. Alianza kwa kuwashukuru wote waliompigia kura na kumpa ushindi. Akawashukuru hasa wafuasi wake kwa kumsaidia kutegua mitego mingi iliyokuwa imetegwa na wapinzani wake. Makofi na rinboribo za shamge zilitanda mahali hapo. Kisha aliendelea, ndugu zangu, wananchi wa Matuo, jukumu kubwa lililo mbele yetu ni kukomboa uchumi na wa nchi unaozidi kudorora. Nitatumia mamlaka mliyonipa kuidili zao na taifa kubati na kubatili nakisi ya bajeti kwa miaka mingi. Uchumi wa nchi umekuwa ukifisiliwa na walafi wasiojali maisha ya wengi. Wezi na walaharu wamekuwa wakichukua, wakibufusa rasilimali za nchi kujinufaisha. Nitabadilisha hali hii. Tufike pale tuendelea. Kwa hivyo naanza ukurasa mia moja sabini na tisa. Watu walishangilia na kupiga makofi kwa furaha. Lonare alisita na kutazama umati kwa muda, umati huo ulimshajisha kuendelea, naye akasema, wawekezaji wengi wamehamia nchi jirani kutokana na ufisadi uliokithiri katika jamii yetu Sera za kufukarisha zinaendelea kuwanyanyasa wengi. Nchi imekuwa mflisi, haiwezi kulisha watu wake. Bei za bidhaa zinaendelea kupanda kila uchao. Bidhaa muhimu zinafichwa na kuuzwa kwa bei bei ya juu. Mfumuko wa bei unazidi kwa siri na kufukarisha wananchi, na ili kwamba serikali yangu itaukata mfumuko huu wa bei, wananchi nao wataweza kupata ulitima unaowakosesha matumaini ya kuishi. Vigelegele na makofi vilisikika. Watu zaidi waliingia kwenye uga huo na kung'ang'ania nafasi ndogo iliyosalia. Serikali yangu itakuza zao ghafi la ndani linalofisidiwa na urudufu mwingi wa majukumu katika idara za serikali. Tutahimili zao hilo kwa kuikata mirija ya wasaliti wa nchi wanaofuja mali ya umma bila kicho. Makofi yalivuma katika uga huo. Ukulonari, akiendelea kusema, ukiritimba wa kiuchumi ambao unaendelezwa na wahalifu wachache, tutahakikisha kuwa umebomolewa, na wahalifu wachache, tutahakikisha kuwa umebomolewa, walioharamishwa na kumiliki mashamba majumba na mali ya umma kinyume na sheria tutawapokonya na kurudisha gawira hizo zote kwa serikali. Wafisadi wote waliopora mali ya umma na kukimbilia ugenini tutahakikisha wamekamatwa huko na kurudishwa nchini ili wahukumiwe. Sasa watu walisimama na kumshangilia. Walijua waliobekua mali ya umma sasa siku zao zimehesabiwa. Ndugu zangu, Lonare aliendelea. Tutahakikisha kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wetu tumeuchimbia kaburi kuzika na kusahau kabisa tutaendeleza miradi ya kuwafaidi vijana, hasa ile iliyoanzishwa na wafuasi wetu wa karibu. Tunataka wao pia wachangie katika maendeleo ya nchi. Tufahamu kwamba masukuzi ya leo ndio msitu wa kesho. Je, tukiyakata na kuyateketeza, msitu utatoka wapi? Hatuna budi kuzima cheche ya moto isije kuchoma masukuzi haya ambayo ni uhai wa jamii ya kesho. Aidha, serikali yangu itadhibiti ujasiriamali ya miongoni mwao kwa njia mbalimbali. Hii ni kwa sababu tegemeo la vijana ndilo tegemeo lamatuo la baadaye. jamii hii imewatenga sana vijana ndani ya nyumba. Vijana walisimama na, na, na, na uzoefu wa, wa maisha wa wetu. Visima vya kale havifukiwi, huendelea kunufaisha vizazi na vizazi. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa kote ulimwenguni. Makofi na vigelegele vilivuma, watu wakawa wanasalimiana kana kwamba wameshinda vita vya miaka mingi. Wanawake wengine machozi ya furaha yaliwabukujika, hasa wale ambao watoto wao walizurura ovyo mjini wakisaka ajira zisizokuwepo. Donari alisubiri shangwe hizo zipungue, kisha kaendelea: ndugu zangu wapendwa, hatuna budi pia kuzingatia usawa wa kijinsia. Mungu alituumba watu wa jinsia mbili, hivyo jinsia moja isidumishe ugandamizaji oh, wa nyingine. Serikali yangu itazingatia usawa wa majukumu ya umma miongoni mwa wanawake na wanaume. Maendeleo hayatadumu iwapo jinsia moja itatengwa na kubaguliwa. Sote tuhusike katika ujenzi wa nchi yetu inayosambaratishwa na ubabedume. Wanawake walipiga vigelegele na wengine wakaanza kucheza kutokana na kauli hiyo. Wapendwa, tufahamu ya kwamba kiongozi si mwanasiasa pekee. Kila mmoja wetu ni kiongozi kwa namna yake ya kipekee. Nisiamini sana lugha ya kisiasa, kwa sababu mara nyingi lugha hii upindua usemi, huweza kupindua uongo ukawa ukweli na ukweli ukawa uongo. Kamwe uongo hauogoi. Tumeshuhudia haya katika jamii yetu. Kwa hivyo, tuweke kauli za kisiasa kwenye mizani, tuzipime ili kujua uhalisi wa mambo vizuri. Lakini kwanza tujirudi sisi wenyewe, Tuzipeleleze nafsi zetu wenyewe, tubadilishe mielekeo na fikra zetu zilizotiwa usugu na kudumazwa na hisia za kikabila. Ndugu zangu, ukabila ni sumu ya nyoka. Ukabila huangamiza maendeleo ya nchi, hata kama imestawi kiasi gani. Ukabila unabomoa mataifa tajiri yanayosifika ulimwenguni. Hivyo tusiangalie maeneo tunayotoka, <coughs> bali tujione sisi kama taifa moja linalotaka kujiendeleza. Mwisho, ningependa kuambia wananchi wenzangu wa matuo kuwa tujifunze kusema hapana maovu yanapotendeka nchini, msiyafumbie macho wala kuyazibia masikio. Lazima myakatae katakata kata. Msipojifunza kukataa maovu, basi mtazidi kuwa wanyonge na wafukara daima. Mimi nimeshakataa kushabikia uovu, nanyi pia mfanye hivyo. Ndugu zangu, uongozi mzuri huelezwa kupitia matukio mbali, si sifa. Lonare aliyehitimisha hotuba yake ambayo ilipokelewa kwa wingi wa makofi na vifijo. Ilikuwa hotuba ambayo iliwafikirisha wengi hasa wale waliokumbatia ukabila na Kisari. Ni hotuba iliyosifika hadi nchi jirani, hotuba iliyowashajiisha wengi. Nchi ya Matuo ikazaliwa upya na wenyeji wake wakaanza ukurasa mpya, ukurasa wa kuyakabili kwa jino na ukucha matatizo ambayo yaliwasibu Magwasha. Pia alifurahia hotuba hiyo, akaisi maombi yake sasa yalijibiwa na Mungu. Nina imani kwamba Lonare atawatoa wananchi wa Matuo kutoka katika mchanga wa moto na wa kuwauguza hotuba ile haikuwa maneno ya mkawani, ilikuwa hotuba ile iliyoonyesha busara ya mtu anayejali watu wake, kwa alijisikia kusema. Sifa za mtemi mpya Lonare zilienea kwa kasi kama moto wa nyika. Alikuwa mtu mwenye hekima na busara kubwa, hivyo alivuta roho ya watu, kutokana kutokana na busara yake iliyodhihirika katika usemi na tabia yake. Alifahamu kwamba ni vyema kulinda kinywa chake isitamke maneno ya machukizo, ili ailinde nafsi yake, ajiepushe kulipiza kisasi kutokana na uhasama wa maadui zake. Akaona vyema kuwaleta maadui zake karibu, katika kutekeleza katika utekelezaji wa sera zake za uongozi. Ni muhimu tungesoma hayo, kwa sababu kuna dondoo nyingi zinaletwa kutoka kwa hotuba hiyo. Pia sifa nyingi za Lonare zinatoka katika ile hotuba na maudhui mengi